Kauli mbiu ya ripoti yetu ya mwaka huko ambao mmeiona inazungumzia kuzuka upya kwa watu wasiojulikana ikiwa ni matokeo ya taarifa nyingi kuhusu utekaji na kupotea kwa watu na watuhumiwa wengi kusema kusemekana ni watu wasiojulikana. Ripoti hii ina sura saba, ambapo sura ya kwanza ni utangulizi, sura ya pili inahusu haki za kiraia, sura ya, ya tatu inahusu haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni sura ya nne inahusu haki za pamoja, na sura ya tano imejikita katika makundi maalum ya wanawake, watoto na watu wenye ule wazee na watu wenye ulemavu. Sura ya sita inahusu mifumo ya ulinzi wa haki za binadamu na sura ya saba ni tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti zilizopita. Ripoti hii pia itatolewa katika muhtasari wa Kiswahili na Kiingereza pamoja na nukta nundu braille kwa ajili ya watu wasioona. Wageni waalikwa na waandishi wa habari, kama alivyoeleza hapo awali, kauli mbiu ya ripoti hii ni, ku, ni kuzuka kwa watu wasiojulikana, kuzuka upya kwa watu wasiojulikana. Mtakumbuka ripoti yetu ya mwaka elfu mbili na kumi na saba ilitoka na kauli ya watu wasiojulikana, unknown assailant, ambapo iliakisi matendo ya utekwaji, kupotea kulikosababishwa na watu wasiojulikana na mpaka tunaandika ripoti hii ya mwaka huu matukio mengi yaliyoainishwa mwaka 2017 hawajapata majibu hadi leo. Miaka iliyofuata haikuwa na nafuu pia, matukio ya watu kutekwa na kupotea yaliendelea. Lakini kufika mwaka 2024 ambao ni ripoti ya mwaka tunaoizindua leo, kasi ilirudi kama ilivyokuwa 2017 watu wametekwa wengine wametoweka kabisa. Kati ya hao waliotekwa, kuna ambao hadi leo hawajulikani walipo, kuna ambao wamepatikana wakiwa na majeru, wakiwa majeruhi, na wengine wamepatikana wakiwa wamekufa. Matukio haya hayajawahi kupata majibu. Ni nani anahusika na vitendo hivi? Mbali na matukio ya zamani mwaka 2024 kuna jumla matukio ya matukio yaliyoripotiwa 63 na vyombo mbalimbali mbali. matukio ya kusikitisha kama ya Ali Kibao kwa mnaokumbuka, Deusdedith Soka na wenzie waliotekwa e, na wengine wengi ambao mtawasikia kwenye ripoti umeufanya mwaka 2024 kuwa mwaka ulikuwa na matukio mengi ya kutisha na yanayotishia uhuru na usalama wa raia. Kwa bahati mbaya, matukio hayo bado yanaendelea mpaka tunapotoa ripoti ya mwaka huu, na kituo kitaendelea kukusanya taarifa na kufuatilia baadhi ya haya matukio. Pia itakumbuka mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Mbali na jitihada nyingi za ujenzi wa demokrasia mpya kama ilivyoainishwa na serikali ya awamu ya sita, uchaguzi wa Novemba 27, 2024 umekumbushia machungu ya mwaka elfu mbili na kumi na tisa pamoja na ule uchaguzi mkuu wa ishirini ishirini. Athari za uchaguzi huu zimeonekana mapema mwaka huu kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Ripoti hii imerejea uchaguzi wa serikali za mitaa na kuainisha kasoro zilizojitokeza kwa kiwango kikubwa, ingawa serikali ime imeleta mageuzi kwenye sheria za uchaguzi, bado kuna upungufu mkubwa katika kushughulikia mapendekezo ya tume ya rais ya demokrasia na ya vyama vingi pamoja na maamuzi ya mahakama za ndani pamoja na za kikanda. Ndugu wageni waalikwa pamoja na waandishi wa habari, kwa upande wa makundi maalum, ripoti imeonyesha watoto ndio waathirika wakubwa wa, wa ukiukwaji wa haki za binadamu wakifuatiwa na wanawake wanaume, wazee na watu wenye ulemavu. Hii inaonyesha haja ya kuimarisha juhudi za kulinda haki za makundi haya maalum. Mtakumbuka mwaka 2024 tulishuhudia tuli mauaji ma ya kutisha mtoto mwenye ualbino asimwe yaliyotokea mkoa wa Kagera. Mauaji ma haya ni vitisho na vitisho vingine vya watu wenye ualbino ni kiashiria tosha kuwa jamii, jamii hii bado haiko, jamii bado haiko sawa na salama sana na jitihada za ziada zinahitajika katika ulinzi wa watu wenye ualbino. Wa masuala mengine muhimu yaliyoibuliwa katika ripoti ni mikopo kandamizi, ukosefu wa nafasi za watetezi wa haki, afya ya akili, unyanyasaji dhidi ya watu wenye ulemavu, biashara haramu ya binadamu, ndoa za utotoni, ucheketaji pamoja na uchukwaji wa haki za faraga za watu binafsi. Ripoti imeonyesha hali ngumu ya upatikanaji wa haki kwa wanawake, watoto na watu wenye ulemavu kutokana na sheria na bila kandamizi, utekelezaji hafifu wa sheria na ukosefu wa usawa Ka, wa kijinsia katika uongozi. Hali kadhalika, kuna changamoto ya mauaji yanayofanywa na maafisa wa vyombo vya dola. E, bado e, kuna changamoto kubwa hapo. E, mathalani kuanzia mwaka 2020 LHRC imekusanya matukio 36. E, japo kilinganisha 2024 na 2023 yamepungua kidogo kama tunavyoweza kuona hapo kwenye takwimu zilizoonyeshwa. Upande wa ukatili dhidi ya maafisa wa vyombo vya dola e, tuliweza kupata tukio moja ambalo liliripotiwa kule mkoani Mara. e, lakini e, wahanga wengine au waathirika wa vitendo vya ukiukwaji wa haki ya kuishi ni watu wenye albino e, matukio haya yaliibuka tena mwaka elfu mbili na ishirini na nne na, nne. Na, ndugu zetu watume, na shukuru wako hapa nakumbuka, kuna mwaka huko nyuma waliongoza juhudi za kuunda chombo maalum ambacho kinajumuisha wadau mbalimbali mbali, ikiwemo jeshi la polisi, tulikuwepo watu wa mashirika yasiyo ya kiserikali e, ambacho ilisaidia sana kupunguza e, matukio haya ya mashambulizi na mauaji ya watu wenye albino. Kwao nadhani inabidi hilo swala